Uhali gani, mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yalojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa kifuatacho ndani ya TVE. Habari: watu ishirini na wawili akiwemo Niffer wafikishwa mahakama ya Kisutu Dar es Salaam, wakikabiliwa na kesi ya uhaini vituo vya mafuta 25 vya Dar es Salaam vilipata athari ghasia za uchaguzi vikiwemo ishirini na mbili vya Rek Oil, vitatu vya Orex, Puma na Lukizi. Na katika habari za kimataifa, rais wa Kenya William Ruto aongea na rais wa Ukraine Zelenski awaachilie Wakenya mateka waliopo Ukraine. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie jijini Dar es Salaam ambapo tunaelezwa kuwa mfanyabiashara Jennifer Bilikwija Jovin maarufu kama Niffer amefikishwa katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam pamoja na wenzake 21 wakikabiliwa na makosa matatu ya uhaini. Taarifa zaidi tuungane naye Gula Kimsola. Mwanamitandao huyo Niffer amefikishwa katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu akiwa na wenzake 21 na kusomewa mashtaka hayo mbele ya hakimu mkazi mkuu Aaron Iliamuya na jopo la mawakili wa serikali wakiongozwa na Ahmedi Halfan katika shtaka la kwanza linalowakabili watuhumiwa wote 22 akiwemo Niffer ambapo wanadaiwa kati ya Oktoba mosi hadi Oktoba 29 mwaka 2025, katika maeneo mbalimbali mbali, ndani ya wilaya ya Ubungo Dar es Salaam ulipanga njama ya kutenda kosa la uhaini. Kosa la pili linalowakabili watuhumiwa 21 isipokuwa Niffer ambapo wanadaiwa kuanzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa lengo la kuitishia mamlaka na wametekeleza nia na nia ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa lengo la kuitishia mamlaka na wametekeleza nia hiyo kwa kusababisha uharibifu wa mali za serikali. Kosa la tatu ni la uhaini, ambapo linamkabili Niffer peke yake, akidaiwa katika tarehe tofauti kati ya Agosti Mosi mpaka Oktoba 24, 2025, maeneo mbalimbali Dar es Salaam, akiwa chini ya uti wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alianzisha nia ya kuvuruga ama kuzuia uchaguzi mkuu mwaka 2025 kwa lengo la kuitishia mamlaka kuu na alitekeleza nia hiyo kwa kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi, ambapo alihamasisha zinunuliwe kutoka kwenye biashara yake ili watu wanunue wajikinge katika maandamano hayo ya kuvuruga uchaguzi mkuu. Baada ya kusomewa mashtaka hayo, Hakimu Liamuya aliwaambia washtakiwa wote kwamba hawapaswi kujibu chochote kwa sababu mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo hadi mahakama kuu baada ya kueleza hayo, wakili Peter Kibatala aliomba maombi kadhaa kwa mahakama hiyo ikiwemo ombi la mahakama itoe amri kwa magereza ya kwamba washtakiwa hao wapatiwe matibabu, akiwemo Niffer ambaye amedaiwa alifanyiwa vitendo vya ukatili kwa kupigwa na maofisa kadhaa wa polisi ambao walimlazimisha saini maelekezo yanayosemekana kuwa ni ya onyo. Hata hivyo, hakimu Liamuya alitupilia mbali maombi mengine, huku akikubaliana na ombi la washtakiwa wa kupatiwa matibabu na kesi hiyo imeahirishwa hadi Novemba 11 mwaka 2025. Nje ya mahakama, wakili anayewakilisha kina Nifa alipata wasaa wa kufafanua mwenendo wa kesi hiyo. Mshitakiwa wa kwanza anaitwa Jennifer Jovin almaarufu Nifa. Huyu mnafahamu alikamatwa tarehe 27 na jeshi la polisi na toka wakati huo amekuwa chini ya custody e, ya jeshi la polisi na leo hii amefikishwa katika Mahakama ya Hakimu Mkazi ya Dar es Salaam maarufu kama Kisutu. Ameshtakiwa yeye na wenzake 21 kwa mashtaka ya uhaini, e, mashtaka ya uhaini kama unavyofahamu, kufuatia kesi ya Antipas Tundu Lissu Mwai, sio tu kwamba hayana dhamana, lakini pia yanabeba adhabu ya kifo. Kwa hiyo hayo ndiyo mashtaka ambayo ameshtakiwa nayo. Tumetoa hoja kadhaa mlikuwa mahakamani, mmesikia, ikiwemo kwamba alipigwa e, kulazimishwa kutoa maelezo e, kukiri kwamba ameshiriki katika uhaini. Tumetoa hoja hizo mahakamani na rejelea tuli ambayo tumesema mahakamani na pia tumeomba kwamba yeye pamoja na wenzake e, mahakama kwa maana ya hakimu Aaron Ryamuya atoe amri kwamba kwa kuwa sasa wanakabidhiwa chini ya uongozi wa magereza basi wapatiwe matibabu na pia ripoti e, mati, ya matibabu iweze kuletwa mahakamani, ombi ambalo mahakama imekubali. Imetoa maelekezo kwamba washtakiwa hao ishirini na mbili wa chini ya uangalizi wa magereza wapatiwe matibabu, wafanyiwe uchunguzi wa kitabibu, na pia uchunguzi nini, ripoti ya uchunguzi na utabibu iweze kuletwa mahakamani kwa ajili ya kumbukumbu ya rejea baadaye. Wote mnafahamu mahakama haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uhaini, ila tu inachakata kwa ajili ya baadaye kuweza kupeleka mahakama, mahakama kuu. Asante sana Gula Kimsola kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa wito kwa wananchi kudumisha amani na kulinda miundombinu ya mafuta, akisema jiji hilo ni moyo wa uchumi wa taifa, hivyo vurugu au haribifu wowote huathiri maisha ya Watanzania wengi. Taarifa zaidi tuungane naye Recho Chacha. Amesema serikali ipo bega kwa bega na wadau wa mafuta kuhakikisha biashara hizo zinaendelea kwa usalama, huku elimu ikiendelea kutolewa kwa wauzaji kuhusu uuzaji salama mafuta hasa kwa wanaohudumia boti minara na jenereta kupitia njia za madumu. Kikubwa tumewaashua kwamba e, serikali iko bega kwa bega na wao katika nyakati hizi zote kuhakikisha kwamba tuna provide ulinzi wa kutosha katika mazingira yao ili biashara hizo ziendelee kuwa salama nyakati zote lakini pamoja na hayo, kumekuwa pia kuna rolu yao rolu yao kubwa ni kuhakikisha na wao wanakuwa pia na elimu kubwa ya uuzaji wa biashara hiyo, na hasa kupitia uuzaji wa mifumo ya vidumu vya mafuta. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa Tapsoa Mahafudh Maulidi, ambayo inawakilisha wamiliki wa vituo vya mafuta nchini, amesema vituo 25 vya Dar es Salaam vilipata athari za moja kwa moja, vikiwemo 22 vya Lake Oil na vitatu vya Orex, Puma na Lukiza vyote vilivyoko Kimara na kuwa nje ya jiji hilo Lake Oil ilipata hasara katika vituo 16 ambapo jumla vituo 41 nchini vilipata athari za moto, na kuwa mwaka 2024 Tanzania ilikuwa na vituo 2600 vya mafuta ambapo kwa Dar es Salaam pekee ina vituo 476 sawa na asilimia 17 ya vituo vyote. Ameongeza kuwa vituo vilivyofungwa kwa ajili ya usalama vimeshafunguliwa na huduma zimeendelea kama kawaida, huku eura ikiendelea na ukaguzi wa ubora wa mafuta. Aidha, amesema mafuta ni muhimu kwa uzalishaji na usafirishaji, hivyo wananchi wanapaswa kulinda miundombinu hiyo, kwani manunuzi ya mafuta huchukua takriban asilimia 25 ya matumizi yote ya kitaifa, ambapo dola milioni 500 huingizwa kila mwezi na asilimia 40 husafirishwa kwenda nchi jirani. Tunahitaji mafuta ili kuendesha shughuli mbalimbali za jamii, za usafirishaji, za uzalishaji. Kwa mfano, kule wakulima wanahitaji mafuta ili waweze kuzalisha na mambo mbalimbali tunahitaji kutumia mafuta. Sisi kama wauza mafuta sidhani kama tulikuwa uh, na tatizo lolote katika hili. Kwa hiyo tungewaomba jamii kuwa uh, washirika wetu wazuri ili tuweze kulinda hii miundombinu ya mafuta na tusishambuliwe ili walau tuweze kuwafikishia uh, huduma hii kwa wananchi na tuendelee ku, ku, kukuza uchumi wetu, kwa sababu uchumi wetu unategemea sana bidhaa hii ya mafuta, ili tuweze kukuza uchumi wetu. Kwa upande wake meneja wa Oilcom Hussamu Mohamed ameishukuru serikali kutoa elimu zaidi kwa umma kuhusu matumizi sahihi ya mafuta, akisema bidhaa hiyo ni muhimili wa shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi, huku akisisitiza kuwa wauzaji wa mafuta ni watoa huduma muhimu na si maadui wa jamii, hivyo uharibifu wa vituo ni sawa na kukwamisha huduma za usafiri, umeme na uzalishaji zinazotegemea mafuta. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC, mheshimiwa jaji wa rufani Jacob Mwambegele ametangaza majina 115 ya wabunge wa viti maalum, huku chama cha Chauma kikiambulia wabunge wawili wa, wa viti maalum CCM ikiwa na wabunge 113. Taarifa zaidi tuungane naye Recho Chacha. Jaji Mwambegele ametangaza majina hayo jijini Dodoma katika kikao cha tume alichokiongoza kikihudhuriwa na mheshimiwa jaji wa rufaa Mbaruk Salim Baruku na katibu wa tume ambaye pia ni mkurugenzi wa uchaguzi wa tume Ramadhani Kailima. Katika orodha hiyo ya wabunge wa viti maalum 115 waliotangazwa tarehe 7 Novemba 2025, jaji Mwambegele ametaja majina ya wabunge hao wawili wa viti maalum wa cha umma kuwa ni Devota Minja na Sigrada Mlingo. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imewapongeza wote walioteuliwa kwa nafasi ya viti maalum katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana, Recho Chacha, kwa taarifa hiyo taasisi ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI imesema kila wiki inapokea si chini ya wagonjwa watano hadi kumi wakiwa na tatizo la kiharusi, huku sababu mojawapo ya ongezeko la matatizo hayo ikitajwa kuwa ni ongezeko la magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Taarifa zaidi, tuungane naye Good Luck Msola. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya MOI balozi Dr. Mpoki Ulisubisia amesema kutokana na tatizo hilo kuwa kubwa wameamua kufanya kambi maalumu ya matibabu na vipimo kwa magonjwa yasiyo kuambukiza itakayofanyika kati ya tarehe 10 hadi 15 ya mwezi huu ndani ya jiji la Dar es Salaam ambapo itafanyika bila malipo ili kusaidia jamii kuepukana na changamoto za magonjwa yasiyo kuambukiza. Moja hapo, kati ya athari tunazoziona kubwa sana ya magonjwa yasiyo kuwa ya kuambukiza ni kiharusi. Kwa hiyo tunapofikia jamii na afua mbalimbali za kupunguza uwezekano wa magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza tunaangalia kwa picha ya mbele zaidi kwamba mwisho wake, kwa mfano, wagonjwa ambao wana shinikizo la juu la damu wasije wakaishia kuwa na kiharusi ambacho kitawafanya sasa maisha yanakuwa magumu zaidi katika utekelezaji wa majukumu yao na wengine kuishia kupoteza maisha yao. Dkt. Mpoki amesema ufanyaji wa kambi hiyo ni utekelezaji wa maagizo ya Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga ambapo taasisi ya moyo imeamua kuwaleta pamoja madaktari bingwa ili kutoa matibabu, vipimo na elimu tiba katika kukabiliana na changamoto ya magonjwa yasiyo kuambukiza. Sakata la magonjwa yasiyokuambukizwa linaanza kuwa kubwa sana katika jamii yetu, kwa hiyo wizara ya afya kupitia kitengo chake cha kinga imetuagiza kila inapowezekana tuwakumbushe wananchi namna ya kujikinga kwa wale ambao hawajapata magonjwa yasiokuwa ya kuambukiza na kuwafundisha namna ya kuzuia wasije wakapata haya magonjwa. Kwa hiyo itakuwa ni fursa uh, manana kwa wakazi wa Dar es Salaam kufika viwanja vya mnazi mmoja kuanzia saa mbili mpaka saa kumi za jioni, wataonwa na wataalamu bingwa na wabobezi katika ku, kuagua na kutibu magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Kwa upande wake daktari bingwa magonjwa ndani kutoka Moi Daktari Deodata Matika amesema pamoja na huduma za matibabu na vipimo vya magonjwa yasiyokuambukiza pia watatoa huduma na elimu kwa matibabu ya magonjwa ya mifupa pamoja na ubongo. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote wajitokeze kwa wingi. Moi tumejipanga tuko tayari kuwahudumia na tutawahudumia kwa kadri tutakavyoweza, na Mungu atatusaidia. Karibuni sana wananchi wote, na niwakumbushe tu wananchi kwamba kuzuia magonjwa ni rahisi kuliko kutibu. Asante sana Gudla Kimsola kwa taarifa hiyo. Mamia ya watu wamejitokeza kuhudhuria ibada ya kuaga mwili wa aliyekuwa mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, wilaya ya Nyamagana na mkoani Mwanza marehemu Marco Cristiani Mtabuzi. Taarifa na Joel Maduka kutoka Mwanza inaarifu zaidi. Ibada kuu ya kuaga mwili huo imefanyika nyumbani kwa marehemu eneo la Igogo, kabla kusafirishwa kuelekea mkoani Kagera kwa ajili ya maziko ili ya wakati wa shughuli ya kuaga Katika mahubiri ya faraja mchungaji Metusela Thomas wa kanisa la World Faith Mission Ugarika amemtaja marehemu Mtabuzi kuwa mtu aliyependa haki na kusimamia ukweli. Alikuwa katibu wa vijana wa kanisa, amekuwa mwenyekiti wa vijana waliookoka mkoa wa Mwanza ni mtu mwaminifu mwenye kujituma na kujitoa pia, anapenda ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Sifa ya Michael anapenda ukweli, sifa ya mtumishi wa Mungu aliyelala alikuwa anapenda ukweli. Katika kitabu kile cha Wafilipi 4 mstari wa saba inasema amani ya Mungu ipitayo akili zote iwahifadhi mioyo yenu na nia zenu. Nao baadhi ya waombolezaji waliohudhuria msibani hapo wameelezea namna walivyomfahamu marehemu na jinsi walivyofanya naye kazi. Uh, ni mtu ambaye tumemfahamu aliyekuwa anapenda haki. Ni mtu aliyekuwa na ndoto kubwa sana kwenye taifa hili, kwenye jamii inayomzunguka na kwenye chama chake pia. Uh, kifo chake kimetusikitisha, kime sana sisi wakazi wa Igogo sisi wanachama wa Chadema na sisi watu wake wa karibu ambaye tumemfahamu kwa muda mrefu na tumekifahamu alichokuwa anakipigania. Ni katika uhuru, haki, demokrasia na maendeleo ya watu. Alipambania sana haki na mpaka mauti yanamkuta, Michael alikuwa katika mapambano hayo ya haki. Marehemu Marco Mtabuzi anadaiwa kuuawa na watu wasiojulikana tarehe 29 Oktoba 2025 na mwili wake ulipatikana umetupwa mtaloni jijini Mwanza. Mtabuzi ameacha mjane mmoja na watoto wawili. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina lake libarikiwe. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Chama cha ushirika cha wakulima kata ya Makoga cha Ng'anda AMCOS wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe kimefanikiwa kukabiliana na changamoto ya soko la parachichi kushuka kwa kuweka msimamo wa kudhibiti madalali na kuuza matunda yaliyokomaa kuanzia msimu wa mwezi wa saba mpaka mwezi wa kumi na mbili. Taarifa ya Ibrahim Godfrey Mlele inaarifu kutoka Njombe. Zao la parachichi licha ya kujipatia umaarufu katika mikoa mingi hapa nchini limekuwa na changamoto ya soko kupanda na kushuka, lakini sasa Ng'anda Amcos wamekuja na mbinu ya kudhibiti soko kushuka kwa wanachama wote ambayo wanadai imesaidia kupata faida kubwa kwa wakulima wengi. Wanasema para, soko la parachichi lina changamoto kwa sababu ubora na idadi ya mzigo walionao sasa. Nikichukulia sisi kama chama cha ushirika cha Ng'anda Amcos, kwa mzigo tulionao tunakimbiliwa na wanunuzi wengi kwa tuna masoko e, kama alivyosema makamu mwenyekiti tuna masoko, soko letu la ndani, lakini tuna soko la nje. Soko la nje tunamuuzia kampuni moja ya Westfalia, lakini kwa sababu miundombinu ya ufungashaji sisi hapa kama Nganda Amcos bado hatuna, tunapeleka mfindi pale kwa kibidula anatufungashia, then tunapeleka India kwenye kampuni ya Westfalia. Kwa mfano mwaka jana E, mzigo tuliouza kwa makampuni haya ya hapa ndani tuliuza takribani kama tani mia sita lakini mzigo tuliopeleka India kwa kampuni ya Westfalia tulipeleka kama tani mia tatu. Kwa kwa idadi hiyo ya mzigo mnunuzi anakuja nakimbia na kimbia. Baadhi ya wanachama wa Ng'anda Amcos, akiwemo Jacqueline Chaula, wamesema kuwa asili kubwa ya kupata mafanikio hayo ni kuungana na kuwa na kauli moja kwenye soko Watu mtu wanavyovuna kuanzia ule mwezi wa saba tunapoanza sisi mavuno kwanza, hata soko linakuwa lina uhitaji kwa wakati huo, tofauti na ule mwezi wa pili au mwezi wa tatu au wa nne hadi wa tano, matunda yanakuwa yamejazana sokoni. Lakini kwa sasa hivi mtu akipeleka mzigo wake una hakika kwamba nitauza kwa bei kubwa. Kwa mfano mwaka huu kuna wengine waliochuma kuanzia mwezi wa pili wameuza kwa kwenye elfu moja mia mbili elfu moja mia tano lakini sasa sisi tulioanza mwezi wa saba tumeanzia kwa elfu moja mia saba hamsini mpaka tumefika mwezi wa tisa mwezi wa kumi katikati kati pale, wakulima waliokuwa wanauzia soko la ndani wameuza kwa elfu tatu mia tano hamsini tayari hapo. Ya, ni kagepo fulani kaliopo kati ya yule aliyewahi na ambaye amechelewa. Mtu anayechuma mwezi wa pili, tunda nakuwa kama alijakomaa, alijakomaa aan kwa vile kwa hiyo hata akiuza aki ule nani uzito ile tunda kwa na alivuti. Mmoja wa wanachama wa chama hicho, Bwana Boaz Mgeekwa ameona fursa ndani ya mnyororo wa zao la parachichi, ambaye ameanzisha duka la samadi na anawasaidia wakulima kuweza kupata matunda bora yanayokubalika sokoni. Kwa ndani ya kulima parachichi, nimepata fursa. Kwa mimi nauza bolea ya samadi. Mimi mii nauza kwenye mifuko ambayo kuna debe saba na debe tano. Ni pia tunawasaidia wale wakulima wadogo wadogo Ambao hana hana uwezo wa kwenda kuchukua gari nzima. Kwao, tunao tumewapa fursa kwa maana kuuza mfuko mfuko mwenye miche mitano kumi, kumi na tano mpaka ishirini mpaka 30. Kwenye mikutano mbalimbali ya wa wakulima wa parachichi hoja ya changamoto ya soko la uhakika imekuwa ikichukua muda mrefu kujadiliwa na kupata ufumbuzi kiasi, lakini mbinu ya ng'anda Amcos ikiigwa kwenye maeneo mengi ya wakulima inaweza kusaidia mkulima kufaidika pakubwa. Asante sana Godfrey kwa taarifa hiyo.